Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya uuzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka float. Mimi huwa naelekeza taratibu, huwa naelekeza polepole, ili uweze kunielewa na pia e, uweze moja kwa moja kuna nilii kuweza kuelekeza na wewe uwafundishe na wengine pia. Sasa jinsi ya kuweka float hapa, moja kwa moja na maanisha E, jinsi ya kuweka float kwenye mitandao ya simu ndani ya huduma za kifedha, mfano kuweka float kwenye Airtel Money ambayo inamilikiwa na Airtel, ni huduma ya Airtel. Kuweka float kwenye Tigo Pesa ambayo inamilikiwa na Tigo, au kwa sasa kuweka float kwenye Mix by Yas, ambayo inamilikiwa na Yas. Umeona? Au kuweka pesa kwenye Halopesa ambayo ni huduma inayomilikiwa na Halotel, au kuweka huduma kwenye Tipesa, huduma inayomilikiwa ina moja kwa moja na TTCL au Airtel Money, huduma inayomilikiwa na Airtel wenyewe. Sasa kuweka float ni kama unamiliki line ya wakala, mfano ya Mpesa, ili ile pesa ambayo wewe inakufanya uweze moja kwa moja kumnanili kumtumia mtu mwingine, ile kitu inaitwa float. Umeona? Sasa kuna muda float inaweza ikawa ndogo, yani ikawa kiwango chake kipo chini. Sasa inabidi kama umeshua float kwenye simu inamaanisha mtu moja kwa moja uweze kuongeza ili uweze kuweza kuendelea na huduma. Maana atakuja mtu anataka kuweka pesa na wewe hauna, utafanyaje? kunakuwa hakuna jinsi nyingine, umeona, kwa moja kwa moja hapo kikubwa ni unachotakiwa ni kuwa na namba ya, ya mtu mmoja anaitwa anaitwa eh, yani moja kwa moja kiongozi, kwa sababu kuna watu wanaweka float wakala mkuu. Wakala mkuu inabidi uwe na namba yake, wakala mkuu wa karibu, kwa sababu wale ndio wana uwezo wa kuweka float kwenye laini yako wewe. Kwa hiyo wewe kama wakala wa mtandao wa simu, yani ya wakala wa huduma za kifedha, iwe kwa benki au kwa mitandao ya simu, ni muhimu sana kuwa na namba ya wakala mkuu wa karibu, kwa sababu huyo ndio atakuboost wewe kwenye biashara. Huyo ndio atakuwa wewe mtu wako wa karibu, kukuongezea float, kukuongezea pesa na kukufanya uweze kusonga mbele. Kwa mimi nilikuwa nakuelezea tu taratibu hapa, kama hauna wakala mkuu, kuna njia za kumpata mfano yule mtu alioipitisha laini yako mwanzo kabisa anaweza kukusaidia ka kwenye suala hilo la wakala mkuu. Option ya pili ambayo wewe usipate shida kikubwa usipate shida ni option hii hapa. Wewe cha kwanza, ongea na wakala wako wa jirani, maana wakala mkuu sio mtu wa kufichwa. Ongea na wakala wa jirani hata kama ni mtaa wa tano, hata kama ni kijiji cha sita Nenda ongea tena taratibu, mwambie e, mimi ntampataje, mimi ntampataje wakala mkuu. Basi ataweza kukuelekeza wakala mkuu maana wakala mkuu sio mtu wa kuficha. Ukishampata wakala mkuu, tamwambia labda umepata wakala mkuu wa Tigo, e, ambao kwa sasa ni Yasi, ambao wana huduma ya mix by Yasi, moja kwa moja yule wakala mkuu atakuelekeza vizuri kabisa nini cha kufanya, jinsi gani ya kuingia, akuwekea float ya kiwango gani, na pia wanakuaga na magrupu. Atakuweka kwenye grupu ambayo hilo grupu litakuwa linasaidia mmoja e, kwa mmoja wewe kupata, e, update mbalimbali na kuweza kuongezewa float kwa haraka itakapoisha tu. Wakala mkuu ni muhimu sana na ni mtu wa kuwa naye karibu sana, kwa sababu mt atakuja mteja wa haraka haraka chap chap anataka labda kufanya na na na kuhu, kitu fulani, wewe hauna float, lakini ukiwasiliana na moja kwa moja na wakala mkuu, iko kitu kinakuwa simple na ni haraka sana tena bila changamoto yote. Usiache kusubscribe video kama hizi, na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.